Nandika Askofu Matum Maximilian kwa jina maarufu Askofu Mapinduzi. Maridhiano bila haki ni ubatili, ubatili mtupu. Kuna mkanganyiko mkubwa unaenezwa kwa makusudi katika mjadala wa kisiasa nchini Tanzania kuhusu dhana ya maridhiano. Neno hili linatumika kana kwamba ni suluhisho la kila tatizo la kitaifa bila kuzingatia misingi ya kisiasa kisheria na kimaadili inavyopaswa kutangulia. Kwa mtazamo wa kisiasa, maridhiano huwezekana pale ambapo kuna mgogoro wa pande mbili tofauti za kisera kimtazamo au kimkakati ambapo kila upande unaoja halali zinazohitaji kusawazishwa kwa mazungumzo ya wazi na ya heshima, lakini maridhiano hayawezi kutumika kufunika au kusafirisha uhalifu wa upande mmoja dhidi ya wananchi. Katika muktadha wa sasa, Chadema haina mgogoro wa kisiasa na CCM wala serikali. Kilichopo sio mvutano wa hoja, bali ni ukiukwaji wa wazi wa sheria na katiba unaofanywa na dola dhidi ya raia wake. Kwa mifano isiyo na ubishi, wizi wa kura ni kosa la jinai, utekaji na kupotezwa kwa watu ni uhalifu mkubwa, kubambikizia wananchi kesi ni matumizi mabaya ya vyombo vya dola kunyima haki za kikatiba si tofauti ya kisiasa, bali ni uvunjaji wa katiba. Ufisadi ni kosa la jinai na uhujumu uchumi wa taifa. Haya si mambo yanayohitaji maridhiano, haya yanahitaji uwajibikaji wa kisheria. Pale ambapo kosa linatoka upande mmoja, hakuna mgogoro wa pande mbili wala kutatuliwa kwa maridhiano. Kuna mwanga na kuna mkosaji. Kwa mtazamo wa kimungu, maridhiano hayawezi kutangulia haki. Kwa mtazamo wa kimungu, yaani kiroho, maridhiano ya kweli huja baada ya ukweli kusemwa, dhambi kukiriwa na haki kutendeka. Bila hayo, maridhiano ubaki kuwa ubatili wa kisiasa na udanganyifu wa kimaadili na uovu mbele za Mungu. Maandiko matakatifu yanaeleza wazi, hasa kwenye kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 16 na mstari wa 20, vilevile Zaburi ya 89 na mstari wa 14. Kwa hiyo swali la msingi linalopaswa kuulizwa ni kila Mtanzania: je, maridhiano ya aina gani yanazungumzwa? Je, ni maridhiano ya kukabiliana kura zisiibiwe kwa kiwango kinachoruhusiwa? maridhiano ya kukubaliana haki za watanganyika ziendelee kukandamizwa na kwa kiasi au kiwango kinachovumilika? maridhiano juu ya maisha ya Watanganyika yataarishwe kwa jina la amani? Masuala yote yanatoa jibu kwamba huu sio msimamo wa kisiasa unaolinda demokrasia, haki na uwajibikaji, wala sio msimamo wa kimungu unaothamini utu wa binadamu, haki za watu na amani kwa watu wote. Amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya dhuluma na utulivu juu juu juu hauwezi kuchukua nafasi ya haki. Kwa mazingira ya Tanzania, kuimiza maridhiano bila kuzungumzia haki, sheria, uwajibikaji na kuhalalisha uonevu kwa lugha laini ni kugeuza siasa kuwa chombo cha kuficha uhalifu na dini kuwa kifuniko cha ukimya. Nimalizie kwa kusema hivi Maridhiano bila haki sio suluhisho, ni ubatili, ubatili mtupu. Taifa linahitaji haki itendeke, sheria ziheshimiwe, na wote waliokabidhiwa mamlaka wawajibike. Hapo ndipo maridhiano ya kweli, ya kisiasa na ya Mungu, yanaweza kuzaliwa. Maridhiano bila haki ni dhambi. Amani bila ukweli ni uongo. Utulivu unaojengwa juu ya damu ya wasio na hatia ni laana na si baraka. Kinachohitajika Tanzania si maridhiano ya kisiasa bali ukombozi wa haki. Amehitimisha Askofu Mwanamapinduzi, eh, akitupitisha kwenye tafakuri kuhusu ambacho kinahitajika kwa kile ambacho upande wa serikali na chama tawala wamekuwa wakipigia chapuo, hasa suala hili la maridhiano. Yeye amekataa.